Hii ajoma unaivuta kau unaivuta nuu unaipinda hivi halafu, baadaye unaivuta tena nusu uu unaipinda, unaivuta tenaaata naivuta mpaka imalize kutoka, unaipinda inatoka, unaivuta tena unaipinda mpaka inamaliza. Hii ishamaliza hapo, unadai kena kunini unasema tayari unakuja unachukuliwa unapelekwaaakumekanaa jedela mbalimbali duniani inayezungumzia swala la ushiriki wa makundi haya kwa uchaguzi. inijedela hii imekuja kutokana na kuonekana kwa ushiriki hafifu wa makundi haya. Kuna tafiti mbalimbali zimefanyika duniani i, vilevile kuna tafiti hizo zilizofanywa Tanzania, zinatoleza ushiriki wa makundi haya Mm. Baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa mkuu wa mwaka elfu mbili na uh, ishirini tuna projekt ya watafiti wakaingia kazini kufanya utafiti kuchunguza ushiriki wa kundi la lauunguzi lakini matokeo matoke ya utafiti ule ilionekana kwamba kundi la wanawake wameshiriki vizuri kujiandikisha, wameshiriki vizuri katika kupiga kura lakini

a uchaguzi wasimamizi wa usaidizi wayumba na uchaguzi wale waindaji wa nguo askari polisi na mpiga kura ambayo amepatiwa u la usalama siku au kwa hiyo ahamasishii nawe kwamba siku ya tarehe ishirini na nane kuna kundi mahasusi ambalo linaruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya themanini na nne na sisi tuliwajia akutajiwaupindolile

Kwanza waziauu chama cha kwanza ni sisi kusoma anasoma hapo, zipo ziko za braille, ana uwezo wa kusoma atazisoma. Hivi chama cha kwanza ni sisi, kishuka chini unasoma nld kama chengine hicho ni afkicha, chama cha tatu TDTS, chama cha nne kinachofuata ni